inayosema as-sunnatu wal bid'ah, sunna na al bid'ah. Tuliona katika darasa iliyotangulia nambari 58, kwamba e, misamiati hii imetumika katika matamshi ya mtume sallallahu alaihi wasallama. Akataja sunna kama ni jambo la kushikamana nalo, na akataja bida kuwa ni jambo la hatari la ambalo sallallahu alaihi wasallama amelitahadharisha katika tuliyoyazungumza. Manake hapa hizi darasa zinalenga lengo la darasa hizi na darasa zozote za dini zinalenga kuwapitisha watu katika mapito salama na kuwaepusha na mapito ya hatari kwa ajili ya dunia yao na akhera yao. E, tulijaribu kujibu suali ambalo e, bilisani hali lilikuwa linajitokeza suali gani? Kwamba sisi tunapowasikiliza mashekhe walimu wetu E, tunawakuta wanakinzana katika hili jambo. Kwa bahati mbaya hawakuwafikiana, e, hawakuwafikiana katika nini? Mimi kwa muono wangu ninaona hawakuwafikiana kuanzia katika nukta ya msingi ya kwamba bidaa hazitakiwi. Kwa nini nasema hawakuwafikiana? Kwa sababu utakuta kuna upande unatahadharisha bidaa na kuna upande unahami unasema, si kila ambacho hakikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam sio bid'a. Wanatumia lugha hii halafu, wakati huo huo, hata mara moja mtu anaweza kulingania katika umri wake mpaka anazeka mpaka anafariki anarithiwa na wanafunzi wake, na wao wanalingania wanazeka mpaka wanafariki hawa, huwezi kukuta kuna mada inatahadharisha juu ya bid'a au mada inayoorodhesha kwamba E, wenzetu wamekosea katika kuziorodhesha bida, lakini sisi tuzijuazo ni moja mbili tatu. Yeye kila wenzake wakijitahidi kusema hili halikuwemo, e, u, u, u, u, watu wa upande huu wanasema si kila ambalo hali haliko wakati wa mtume halifai, halikuwemo lakini lafaa, lakini laingia la kwa mlango mwingine. Kwa hivyo e, lisanul hali, lugha hii ya mazingira E, ina, inaonesha e, hata kama sio kwa bilwudhuh kwa lugha ya wazi, kwamba e, kuna wengine hawakuliona hawa hilo tatizo ambalo mtume amelitahadharisha katika, e, katika mukaddima za hotuba zake e, wa kullu bidatin wa kullu bidatin dhalala. Huoni bali e, kwa baadhi ya watu ukiingia na huo mukaddima, inna ahsana lhadithi kitabullah wa khaira lhadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wasalama wa sharri al-umuri umuri muhdathatuha. Muongozo mzuri ni muongozo wa mtume sallallahu alayhi wa sallama. Angalia upande wa pili, na mambo mabaya ni yale ambayo mapya hayakufundishwa na mtume sallallahu alayhi wa sallama. Ukija na huu mukaddima, tayari unaangaliwa kwa jicho la tahadhari. Hawa watakuwa ni wale, mpaka kuna baadhi ya watu walivyochukia hili neno wakawa wametengenezea watu majina kwamba hawa wanaitwa ni watu wa bid'ah. Yani, wale wanaokataza bidaa wenyewe wakaitwa wabidaa, katika baadhi ya mikoa hii ipo. Kwa hivyo ishkali mushkeli wa kwanza e, hapa kwa walimu wetu ambao sisi tunaupata kutoka kwa walimu wetu ambao wote tunawaamini, tunaona kuna upande unakana kwamba haukubali hii habari ya, ya kwamba kuna bidaa na kuna hatari ya bidaa, kinyume kabisa na alivyosema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalama na kuna upande uko una tahadhari sana na masala ya bidaa. Kwa hivyo eh, huu ni, ni mushkeli wa, wa kwanza. Mushkeli wa pili kuna upande unaorodhesha bidaa, si tatizo hili ni jambo zuri. Kuna upande hautaki kuorodhesha kabisa. Eh, mushkeli huu eh, ume ume ume umejikita katika nini? Kana kwamba mpaka sasa hivi eh, mtume sallallahu alaihi wasalama alitahadharisha kitu ambacho hakijatokea mpaka leo, ilhali Mtume sallallahu alaihi wasallam aliashiria kwamba hivi vitu vitatokea, mapema wale watakaopewa umri katika masahaba. Mani yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, atakaishi katika nyinyi ataona ikhtilafu nyingi. Ikhtilafu kwa maana mambo yanayokhalifiana na dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa hiyo hali ambayo tulianza kuitaja mwishoni mwa darasa iliyopita, kwamba njia salama ni kushikamana na mafundisho yangu na mafundisho ya masahaba wangu. Yaani, jambo hili kama kulifanya mtume usilifanye, kalifanya kwa sura gani? Basi nitabakia kwa sura hiyo hiyo alofundisha mtume. Jambo hili masahaba walilifanya? Ndio walilifanya. Kati kwa sura gani? Kwa sura hiyo hiyo. Mtu mwingine akija akisema kuna sura nyingine nayo haikhalifiani na dini, mtume hakufanya lakini nayo imo, uh, uh, hayo ni mapito ya hatari yanapingana na tamko la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam: shikamaneni na mwenendo wangu na mwenendo wa masahaba wangu waongofu. Ukianza kupita hayo mapito, unakuwa una unakhalifiana una na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa sidhani kama utaingia kwenye tamko la lazimianeni na yale mwenendo wangu na mwenendo wa masahaba wangu ridwanullahi taala alaihim ajmain taa. Kwa hivyo mimi, mimi msikilizaji hapa ninaona nimepata kitu katika ufumbuzi kwamba nikimsikia shekhe anatetea tetea yale yanayoitwa bida, anasema kazi yake ni kusema tu si bida. Hili, si, bida. Hili, si bida yote yaliyoitwa bida na upande wa pili yeye anaita si bida, halafu hasemi yeye kwa upande wake hata bida moja mpaka leo, tokea zama ameondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu ni mushkeli. Kuna mambo mengine ya wazi, mtu siku hizi adhana inasoma makaburini Uwezi kukuta watu wame wae katika wale ambao hawapigi yaani, hawa, hawa vita bida, akasema hili sasa ndio bida, katika zile zilizosema zilizosema na mtume, kuta halisemwi, watu wadhikiri makaburini, halisemwi watu walete mawe, wa, wa, wafanye uradi wapange mawe uradi wenyewe waki, si wakimtume mtume wapange mawe makaburini si tatizo, wafanye watu watakavyofanya si tatizo, wala hawasemi bida, wala hawatumii huu msamiati. Kwa hivyo huu ni mushkili mkubwa, lakini <coughs> kuna kuna nuru e, Ibn Abbas radiyallahu anhu, e, Ibn, nini, Ibn Mas'udi, Ibn Abbas, naam, Ibn, Ibn Abbas, radiyallahu anhu alipoenda kujadiliana na e, wa, um, makhawariji katika vitabu vya dini wanaitwa ni watu wa bida. Hiyo ni, ni bida ya mwanzo katika bidaa za mwanzo kutokea katika zama za mapema, katika zama za maswahaba, katika ukhalifa wa mwishoni Mtume e, e, Ibn Abbas aliwaambia alipokwenda kwa wale watu akawaambia, nime nimekujieni kutoka, jitukum min indi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasalama, nimekuja kutoka kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasalama walaisa minhum fikum ahad, na kwa upande wenu nyinyi hakuna sahaba hata mmoja, kwa upande wenu nyinyi hakuna sahaba hata mmoja. Angalia, angalia hii lugha e, huku nilikotoka kwenye kundi ambalo mnakhtilafiana nalo na mnaitakidi kwamba limepotea. Angalieni kwamba huku ni, ni kundi la maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote wako upande huu kwa upande wenu huku hakuna mmoja katika masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha akajadiliana nao kana kwamba ibn Mas, ibn masudi anamwambia masahaba wana, ibn Abbas anawaambia masahaba wana uelewa mkubwa zaidi kuliko uelewa wa, wa yeyote na mwenendo wao ndio sahihi kuliko mwenendo wa, wa, wa yeyote lakini wale watu walikuwa aliokuwa akijadiliana nao walikuwa ni wasomaji wa Qurani kweli kweli ni wa ni watu wa uradi kweli kweli ni watu wa ibada kweli kweli ni watu wa madhari ya dini nini ndevu na hai haia na muonekano uki una nini mtume sallallahu alaihi wa sallam aliwatabiri akasema e, watakapotokea ambao masahaba waliwaainisha kwamba ni wao watakapotokea mmoja nani nini mmoja wenu atadharau ibada yake mbele ya ibada zao yahqiru ahadukum salatahu inda salatihi atadharau mmoja wenu ibada zake akiwaona wale mabwana kwa kufanya ibada. Na katika mambo ambayo huwa yanatudanganya katika haya masala ya bidha ni ule mwonekano. Angalia e, yule ni shekhe mkubwa, angalia haya yake, angalia mwonekano wake, angalia ni mtu wa uradi, angalia ni mtu wa ibada, angalia ni mcha Mungu. Hiyo sio hoja ya kidini. Ukifuata mtindo huo utapotea kwa sababu haya mavazi na na huu muonekano mtu yoyote anaweza kufanya. Myahudi anaweza kufuga ndevu, akitaka kuwa na haia ya Kiislamu atavaa mavazi ya Kiislamu, ataongea kwa lugha ya Kiislamu hiyo hiyo hiyo. hiyo sio katika vigezo tulivyopewa vya vya sisi kuangalia ukweli uko wapi. Tumeambiwa tuangalie ukweli kwa kuangalia upande wa masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam uko wapi. Unwani nasema ma hiya albid'atu fi dini, bid'a katika dini ni nini? Aljawabu, wakasema albidatu fi dini hiya ziyadatu fihi, bida katika dini ni kuzidisha katika dini, aw nuksani, au kupunguza katika dini. Ni vizuri tuwafikiane katika maana hii. Sasa namba mbili, tukija tukianza kuvutana ni kipi kimezidi, ni kipi hakikuzidi, mushkeli wetu utakuwa ni mdogo, muda wa kuwa tumekubaliana katika nukta ya msingi, kwamba hakutakiwi mambo mapya katika dini na wala hakutakiwi kupunguza kitu katika dini. qala Allah taala munkiran ala lmushrikina bidaahum. Allah subhanahu wa taala amesema akiwakemea washirikina kuhusiana na bidaa zao, am lahum shurakau sharau lahum min addini, hivi hawa wana miungu ya kishirikina ambayo imewawekea sheria katika dini, ma lam yadhan bihi llah, sheria ambayo mwenyezimungu subhanahu wa taala hajaidhinisha. Maneno haya yanafahamisha kwamba si ruhusa kuleta sheria katika dini ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hajaipitisha, namba moja. Na kufanya hilo kosa la kuingiza sheria katika dini ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hajaipitisha, huko ni kuji, kujipa sifa ya uungu. Ndio maana Allah akasema, je, wana miungu ya kishirikina, wana miungu ambayo wamewawekea sheria katika dini Yaani jambo la kuweka sheria ni jambo la Kimungu. Kwa hivyo mtu mwingine akiweka sheria katika dini itakuwa yeye anaingia katika anga za Mwenyezi Mungu Azza wajalla. Lakini kwa lugha ya akli akiamrisha Mwenyezi Mungu Azza wajalla, ukifuata amri hiyo itakuwa umemwabudu yule aliyoamrisha. Na ikiwa aliyoamrisha ni mwingine ukaifuata amri hiyo itakuwa unafata amri ya asiyekuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.